Yes, mtazamaji wa Eze Sports TV kama tulivyokubaliana, tupo kwenye safari ya kutafuta subscribers elfu moja kwa ajili ya kuleta tukio letu kubwa kabisa la kimichezo. Kumbuke, hapa sisi tunazungumzia habari za michezo na burudani, na kubwa zaidi ni CAF Champions League, ndiyo ambayo uh, tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuizungumzia. Weekend hii uh, zinachezwa game mbili hapa kwetu nchini Tanzania, ambapo anacheza uh, Yanga anacheza dhidi ya Al Ahly kutoka pale nchini Misri na ukumbuke huu ni mchezo wa marudiano mara baada tu ya kucheza eh, wikendi iliyopita kule nchini Misri na Yanga akapoteza mchezo ule. Sasa swali ni kwamba kesho, Amani Complex pale, nini kitafanyika kwa upande wa timu ya Yanga kuweza kurudisha kile ambacho walikutana nacho kule Misri? Kazi ni kwako wewe mtazamaji kusikiliza hapa nondo za uchambuzi nzuri kabisa kutoka kwa Elisha Singambi ambaye atatupitisha kufahamu nini ambacho kitatokea na anafikiri Yanga wafanye wafanye nini. Kikubwa kama nilicho kujuza, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Eze Sports TV ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali na uchambuzi mbalimbali mbali wa kimichezo. Na time hii sisi tunaungana na Elisha Sing'ambi hapa aweze kutujuza na kutueleza kinaga ubaga kuhusiana na namna ambavyo Yanga wafanye nini ili kusudi kufanikiwa kuchukua uh, ushindi hapo kesho. Elisha, uh, champions league inarejea tena kwa upande wa bara la Afrika, kwa maana ya kaf champions league. Weekend iliyopita Yanga alidondosha alama tatu. this weekend, Yanga yupo nyumbani katika uwanja wa Amani Complex akicheza dhidi ya Al Ahli. Kabla hatujaenda kiufundi zaidi, mechi unaiona itakuwa ni mechi ya aina gani? Ya, nafikiri mechi naiona ni miongoni mwa mechi ngumu sana kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ukijaribu kuangalia mm, Al Ahly ni timu bora barani Afrika, lakini pia Young Africans kwa hivi sasa ni miongoni mwa timu ambayo yeah, inafanya vizuri so, pia yeah. So ukijaribu kulinganisha ubora ambao nao Al Ahly, ukijaribu kulinganisha pia ubora ambao nao Yanga, unajivuta taswira kwamba itakuwa ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa kwenye fezi zote tatu, nyuma, katikati pia na katika maeneo yote ya ushambuliaji. Kwa hiyo nikijaribu kuangalia, itakuwa ni miongoni mwa mechi mwa mechi nzuri, kwa sababu pia yanga yupo katika uwanja wa nyumbani. Last game alikuwa away, alikuwa mnyonge, this time around upo nyumbani. huko nyumbani unakutana na timu ambayo iko bora, inakuzidi kila sehemu. Kwa hiyo huhitaji kuonyesha ule unyonge tena, kwa sababu upo katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo nikitazama hivyo, ni miongoni mwa mechi nzuri, itakuwa na kasi, itakuwa na na, na, na, na, na ubora mkubwa kulingana na za wachezaji wa timu zote mbili sawa. So, technically mechi iliyopita uh, Yanga alikuwa outplayed kwenye eneo la kiungo, kwa maana ya kwamba hakufanikiwa vizuri sana kwenye eneo la kiungo ambapo Ahly ndipo alipofanikiwa vizuri sana. Performance ya uh, uh, Imam Mashul ilikuwa, ilikuwa juu sana na ikasaidia sasa, uh, timu ya Ahly kupata matokeo kiurahisi. This time around Yanga wanaenda tena kwenye mechi hii, unadhani wajiandaaje na hayo mapungufu ambayo waliyaona kwenye mchezo uliopita? na wanaelekea kwenye mchezo ambao pia ni alama tatu muhimu. Kama wakipata hizo alama tatu obviously, wanaweza wakawa wanatengeneza mazingira mazuri ya kufuzu. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho nakiona kwa Yanga mm, ni kukava kwenye space, kwa sababu rasi game walikuwa wanataka kumark man to man, kitu ambacho kilikuwa ni kigumu zaidi kwa upande wao. Wakati wewe unafikiri kumaka Arudi Eng Marwan anaacha yupo kwenye face face, si ndio? Wakati wewe unataka kumaka Marwan anaachia Arudi Eng mama Ashuru hapo kwenye nafasi za wazi, si huwezi kushindana kushindana nao kwamba tumkabe mmoja mmoja, lakini pia wakati huo unahitaji kumbaki yule Marwan ambaye ni ana rasta, alikuwa anacheza kama false number 9, kiasilia yeye ni kiungo mshambiaji yung anatokea alikuwa kulia, amesajiliwa kutoka pale Cleopatra. Ukijaribu kumaki yule maana yake ni kwamba Tresgate anakuwa free. Hiyo anakuwa anakuwa free. Free. Yanga kwenye huo mpango ilifeli kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo sasa round tuache ile hali ya kukaba man to man, kwa sababu hatuwawezi, wana ubora mkubwa na wao wana enjoy zaidi. Mimi ninapomkaba wao, it means mama shuru yuko free, wengine wote wanakuwa free. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Yanga wanapaswa kukizingatia kwenye mechi inayofuata ni kukaba kwenye space, tuwaache wacheze, sisi tukabe nafasi, kwa sababu mpira unapitishwa kwenye, kwenye, kwenye nafasi awe, hata ukijaribu uki, uki kuangalia nafasi ambazo walikuwa wanazipata ndio hizo ambazo walikuwa wanazitumia, kwa sababu nyewe mnaenda kukaba man to man, mnaacha space wazi, so wanapita mle. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwenda na idadi nzuri ya watu osha, wa, wa ulinzi. Huwezi ukataka ufunguke moja kwa moja na watu wa tano eneo la nyuma, kwa sababu alikuwa na mabeki watatu wakati na yao, wawili ukijumlisha na kiungo mkabaji kiungo wawili. wawili pia manake, yes. Almost alikuwa nakaba na watu kama saba, saba. Mhm, mm. Sasa na tena unazungumza kwamba aende tena angalie idadi ya watu kukaba, manake tena aende na mpango ule ule, itakuwa rahisi kupata matokeo na still bado kwenda na watu wote hao, lakini bado alitolewa nje ya mchezo na watu wakapata matokeo. Alitolewa nje kwa sababu alikaba man to man. Manake ni kwamba ukienda na kwa advantage ya kuwa na watu wengi kwenye eneo la ulinzi, usimkabe mtu Kaba nafasi, zuia nafasi, kwa sababu waliacha nafasi wazi. Anapiga cross Mohamed Jan, eh, tresgate anaruka kichwa. Maana yake ni kwamba yuko free, hakuna mtu ambaye amgasi. Um, lakini kama tungekuwa tumeenda kukaba zile space, macho hapo kwenye mpira, nafasi imezibwa, ingekuwa ni rahisi. Alienda na idadi nzuri ya watu wa kuzuia lakini alifungwa ni kwa sababu alikuwa anahitaji kucheza ile man to man. Mm. Nenda na idadi nzuri ya watu ya watu kushambulia wa kuzuia, alafu kaba space hii inaweza ikawarahisishia. Kwa nini nimezungumza hivyo? Hata kama Yanga yupo nyumbani lakini National Ahaly ni bora zaidi. Wana wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Yawezekana yes, kocha amezungumza uoo kuwepo kwa, kutokuwepo kwa Imam Ashur ni pengo kwao kwa lakini pao. Mimi sioni kama ni pengo kubwa kuna zizo anacheza kwenye hilo eneo keno kwa ubora mkubwa. Kuna Husen El Shahati anacheza kwenye hilo eneo kwa ubora mkubwa na ambao, na Yanga, ni miongoni kwe, mwa watu ambao wanapokutana na yanga huwa wanaenjoy basi ni Husen El Shahati kwenye hilo eneo la namba ten. Kwa hiyo kutokuwepo kwa Imamu Ashur sioni kama ni pengo kubwa sana, kwa sababu ya aina ya hawa watu wawili ambao nimekutajia hapo. Kwa hiyo hakuna namna yote ile Yanga kuondoka na idadi nzuri ya watu wa kushambulia, lakini akiondoka na idadi hiyo, maana yake sio kwamba hafanyi mashambulizi atafanya mashambulizi kwa kutumia mfumo huu hapa, moja ni kuondoka na mawings wenye kas na ubora mkubwa. Una Pedo Pakome zuzwa, una yes. Alan Okelo, Okelo ndo mtu pekee ambao kwenye mechi iliyopita alionekana kuwasumbua sana Al Ahaly ah, kuliko mchezaji yote yule mwingine wa Young Africans. So kwa nini nimezungumza hivyo? Al Ahaly wanaonekana kuwa bora zaidi kutokea kwenye mbavu ya kulia ambayo hasa anacheza Muhamed Hani. Wege Pakome, Pakome atamfanya Hani asifanye nini asiovara kwenda kwenda mbele na asipoenda juu, maana yake ni kwamba mashambulizi afani yamekufa katikati. Weka damalo, weka duke, abuya, abuya. Hao wasikabe man to man, wakave kwenye space, wakae juu kidogo, maanake ni kwamba pia umeua eneo lote la katikati. Kwa hiyo ukishaua maeneo hayo mawili, maanake ni kwamba umeua mpango mzima wa Al Ahly wakufanya nini, waku, wakutengeneza mashambulizi na ukijaribu kuangalia timu za warabu sio nzuri kucheza na long balls kwamba eti ma center back au viungo watapiga mpira mirefu, mirefu kuelekea mbele. Hicho kitu sio kwao na, na mechi iliyopita ili, ili, ili, kuna kuna kata fikiri kwa nazungumza kwamba ah ah kwa nini hawavushi mipira? Kwa sababu ukiangalia wakijaribu kupita chini ilikuwa kama inakuwa changamoto, kwa nini wasivushe mipira nyuma ya ukuta wa Yanga? Sisi bado ilikuwa ngumu hicho ki... mechi inamalizika hakuna ha, kitu cha kufanya, na sikumbuki mara mwisho walifanya hivi lini, kwa sababu wao sio mpango wao yani wao ni options mbili tu katikati, pembeni, pembeni. Kwa hiyo ukishakuwa ukishaua kwenye hayo maeneo uka block pale katikati wa speed, ukaua kwenye full backs kwa kuwaweka ma wings wenye kasi na speed, kasi na ubora mkubwa, maana yake ni kwamba tayari umeua maeneo yote ya kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo Pedro Goncalves hakikishe kwamba kwenye hayo maeneo mawili, katikati na kwenye mbavu, unaweka watu ambao wamekuwa bora na eneo la juu. Iliyopo ni kuondoka na Depo. Na Depo, Depo, ni miongoni mwa mastreka ambao anakupa ubora mkubwa sana. Kwanza ni mzuri kwenye kufanya pressing, na hawa lazima waweze kuwafanyia pressing, na ndio kitu ambacho kwenye mchezo uliopita Yanga walikuwa wanashindwa. Mimi niko hapa beki, wakati iko pale beki, wakati iko pale kipa ameanzishiwa mpira, Depo alikuwa haelewa mfate beki yule au yule. Kwa hiyo yeye ndiye beki anatulia kwanza, unawaacha waanzishane lakini wanapokuja watapita wapi, wakati spesi zote la la mmezuia? Eh, me, lakini ile debu kwenda kumkamba mmoja, maana yake ni kwamba mwingine mnakuja, ndio mnapoacha nafasi kwao kuja mna. mna no hiyo na na <laughs> inakuwa ni ngumu timu kuweza kufanya timu kuweza kuperform. Kwa hiyo maeneo mawili ambayo kocha wa Yanga anapaswa kuyazingatia mno ni eneo la katikati, eneo la wings zote mbili, na ukijaribu kuangalia namna hata wanavyocheza Tresgate na Zizo wana switch, utamkuta huyu huku, utamkuta huyu huku, ndio kitu ambacho kilikuwa kinawatesa. Haya, Mama Ashur alikuwa anakabwa sana mwamnyeto, e, kashuka hadi chini kabisa kuja kucheza, kwa hiyo anarudi kwa hiyo Yanga waende na mpango mkakati wa kukaba kwenye space, waue eneo la kiungo, waue eneo la wings ina, game inakuwa ni rahisi zaidi wao kwenda kupata matokeo, na hawawezi kupata matokeo kama eneo la nyuma linafikika. Kwa hiyo lazima, huwezi kuua nyuma kwanza, uue katikati kisha ufike mbele utengeneze nafasi. Yeah, sawa, tume, tumekuwa na mapungufu hayo timu zetu za, za, za, za hapa Tanzania eh, lazima karibia kila game goli la aerial balls lazima lipatikane. Yani kwa namna yoyote tu ile asipiti mechi mbili tatu, lazima mtafungwa goli la juu, si kwa upande wa hizi klabu zetu za Tanzania, lakini si kwa upande pia wa timu ya taifa, tumekuwa na hiyo. Unadhani uh, Yanga wafanye nini sasa kuhakikisha wanarikava wanarikava hilo tatizo, ili kusudi atlist basi wasiwe na hiyo riski ya kufungwa magoli, ya kuruhusu goli, kwa sababu haiwezi jua goli litakuja katika katika muda Ha magoli yote ya Elwood yanatokea pembeni. Mm. Kwa hiyo nitakiwa uwe. Yaani unarejea kule kule nitakiwa uwe pembeni. Pembe. Kwa sababu goli la kwanza ambalo alifunga Tresgate ilitokea pembeni. Ni ya Elwood Bulls. Cross moja ndio cross ile. Na pale Mohamed Yana aliwachanganya kwa sababu ukiangalia mwili wako ulikaa flexible kwa kucheza penetration pass, pass, iende yeah. Kwa, kwa, kwa kwa wings ambayo okay. Ilikuwa iko pembeni au kuichopu mpira moja kwa moja. Kwa hiyo pale mabeki wa Yanga walikuwa na scenario mbili kichwani. Na ukiangalia kule Tresgate yeye alikuwa amenyosha mpira amenyosha mkono kwamba anauhitaji ule mpira, kitu ambacho kilimfanya eh, hanya akandamize ah, ile ile cross yende na ujazo mkubwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wanaua maeneo ya pembeni, kwa sababu pembeni ndo kunakoleta hizo aerial balls. Na ukijaribu kuangalia wao wako very very very direct pindi ambapo wanapata mpira ya juu, inakuwa ni rahisi wao kuweza kuitumia, kwa sababu kwanza, ukiangalia vimo vyao wote ni warefu. Angalia Pressgate alivyo, angalia Zizo alivyo, angalia pia hata Imama Ashur jinsi Nenim, jinsi alivyo. Kwa hiyo ukijaribu kutazama vimo vyao wote ni warefu. Ndio Yanga wanabeki warefu, Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Ahmad Abdullah, lakini angalia ile cross inapigwa ina, inapigwaje na inaelekea wapi? Inapigwa sehemu ambayo wanavushwa watu warefu afu inaenda kutua kwa mtu mfupi ambaye alikuwa ni Israel Patrick Mwenda, na ukijaribu kumweka Israel Mwenda na Tresge ah, bado mbingu na ardhi. <laughs> <laughs> Ni mfumo gani sasa ambao utawapa uta yanga uh, ushindi hapo kesho? Uh, tuna mifumo kadhaa uh, 451 au wapige zao uh, 544 ngapi? unadhani ni kitu gani, mabeki wangapi wawe nao, viungo wangapi, lakini pia na eneo la ushambuliaji wana watu wangapi ambao inaweza ikawasaidia wao kupata matokeo kiraishi zaidi. Nafikiri nyuma njimba... kuruhusu pia nyuma wanapaswa kukaa watu watano hmm, kama alivyoenda vile, ila this time around aondoke na Mohamed Hussein Zimbwe Junior, kwa sababu naona Shadrack Kai Boka, ni Shadrack Boka ni ni ni ni ni defender ambaye anazuia, lakini kwenye swala la kupiga, kwa, kupiga cross ye ye, ni, ni, ni changamoto zaidi kwa upande wake. Mohamed Hussein hizi game amecheza wa sana kwa ubora mkubwa, na kama anapata nafasi maana yake ni kwamba anao ubora mkubwa wa kutengeneza nafasi, lakini pia hata akufunga yeye mwenyewe na upande wa kushoto ndo uwe ni upande ambao ni hatari zaidi kwa kutengeneza nafasi. Acheze eh, Mohamed Hussein kama half wings, lakini pia wakati huo huo acheze Alan Okelo kwa, kwa, kui, kwa kuingia K ndani yeye acheze kwenye half space. Hii inaweza ikawasaidia Yanga kwenda kutengeneza nafasi na pia kupata hata bao, lakini upande wa kulia acheze Pedro Pacom Zuzwa, yeye kazi yake iwe ni kumzuia Mohamed, nikumzuia asiovara asio kuja kutengeneza mashambulizi kwa sababu upande wa kulia wa Al Ahly ndio umeonekana kuwa na ubora mkubwa wa kutengeneza nafasi. Kwa upande wa kushoto wa Yanga uwe hai kwa kufanya mashambulizi, wakati upande wa kulia wa Yanga uwe ni kwa ajili tu ya kuzuia. Na wakati huo kuzuia, pakome ni miongoni mwa watu ambao akiwa na mpira manake ni kwamba yeye akibaki na hana nawezi, anaweza akampita, aka, aka, aka, aka na akaenda kwenye 1v1 na akafunga pia. Kwa hiyo hii inaweza ikawasaidia lakini sehemu nyingine ni eneo la katikati nenda na viungo wawili Damaro Kamara pamoja na Duke Yabuya, hawa wa clean up vizuri, wasicheze kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye vertical line wapishane. Maana yake ni kwamba mmoja wao anatibua tibua sana, na hawa Ahali haitakiwi kuwachekea wagasigasi, wagonge kwa sababu ukicheza soft football Bela national Ahali yaani unapigika vizuri tu, we wagasigasi tu watu focus zaidi kuwatoa kwa, kwa mchezoni, inakurahisishia inaku wewe eh, ku, ku, kuweza kuwatuliza kwa sababu ukishawatoa mchezoni maana yake ni kwamba huwa wanakasirika wana na wakishakasirika muda mwingi wanakuwa na wanaongea na mwaamuzi ei, zenyewe mnaongoza mna bao moja inakuwa ni rahisi kwenu kuenda kupata matokeo, lakini eneo la juu tayari hapo, kuna wa wawili katika watano nyuma, wawili katikati, watatu mbele, ambao ni viungo washambuliaji wawili ambao ni Pacome na Okelo, lakini pia una strike ambaye ni Depo mm. Huyu acheza versatile azunguke eneo uh, uh, la juu pale. Hii inaweza ikawasaidia Yanga na huo ndio mfumo pekee ambao unafiti. Sioni kama wanaweza kashinda wakiondoka na back four, waweza kupata matokeo Oh, Magoli hapo, hmm. Eh, magoli hapo, ila bado tarejea pale pale kama yeah. Ya kwanza kufika matatu, na nilisema kabla hayakufika yeah. Na hata hii matatu hayafiki yeah. Eh, magoli matatu hayawezi kufika kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Al Ahly. Mtazamaji wetu, kumbuka loading to subscribers elfu moja na baada ya hapo tuna event kubwa ama tuna tukio kubwa la kimichezo ambalo tumekuandalia wewe mtazamaji wetu ambalo utafanikiwa kulitazama kikubwa Mwite ndugu jamaa na rafiki, mwambie subscribe ili aendelee kupata dondoo za uchambuzi, lakini na taarifa nyingine za kiuchambuzi za kimichezo. Mi naitwa Eze Sports Elisha Singambe, nilikuwepo naye hapa bye-bye.